A changamoto kwa nini hatuungani? Sasa atajuaje huyo mwananchi wa hali ya chini kwa lugha ya Kiingereza wakati yeye ameishia la saba au ameishia masomo ya chini. Kwa hiyo hilo ni kosa. Kama unataka kubaini vitu mbalimbali vinavyofanya umasikini uendelee kuwa chini, ni lazima uongee lugha ya taifa lako, hata kama una elimu kubwa, ili wote tuweze kuelewana. Mimi nashukuru sana chuo kikuu au kuanzisha imada kwa sababu ni kweli muungano ume, umetokea katika namna mbalimbali mbali, haupo kwa sababu serikali yetu imekuwa kweli kama alivyosema mjumbe hapa kwamba wao wenyewe huwa wanajikita kwa watu waliokuwa juu, hasa kwa mataifa mbalimbali wanapokuja kuwekeza, wakati mwingine kweli. Huwa wanakuja kufuata mali fulani, kwa mfano madini. Kwa hiyo hawawezi kujua matatizo ya hali ya chini, wakati wao wanahitaji watu wa, wa nje ili waje kuleta mali zao. Mfano, tukiangalia hata taasisi mbalimbali za uh, vyuo nchini Tanzania tu, tukitoka nje ya majirani zetu wa Kenya, Uganda na kadhalika, unakuta Tanzania hii kwanza, taasisi na taasisi imekuwa na watu wa hali ya chini lakini haiwajali. Yaani, kwa mfano tuna taasisi ya chuo kikuu, ni taasisi kubwa, taasisi mama ambaye wananchi wote wanaitegemea katika namna moja au nyingine. Mfano mimi hapa ninayeongea, mimi ni mwenyekiti wa bodaboda chuo kikuu Dar es Salaam. Nimekuwa muda mrefu sana katika taasisi hii, lakini mbaya sana chuo kikuu wakipata madhara fulani hivi kupitia labda uhalifu, huwa wanatengeneza mazingira ya kuzuia wananchi wana wa hali ya chini wasipite njia au kuingia ndani ya chuo kikuu. Sasa muungano tunaozungumzia hapa ni kutokana na hali ya chini. Ili umjue mwananchi wa hali ya chini ni lazima ushirikiane naye. Mfano uhalifu unapotokea aidha kwenye nyumba za wafanyakazi au kwa kwa walimu au kwa wanafunzi mpango mkakati unaotakiwa kufanyika ndani ya chuo ni kutafuta solution ya wale viongozi wanaozunguka ndani ya chuo. Mfano sisi wenye viti ndo tunatakiwa tushirikiane na chuo kutafuta suluhisho ya hilo jambo, lakini mara nyingi chuo kikuu wamekuwa wakitutenga katika namna mbalimbali mbali. kwa mfano wizi ukitokea, wao wanazuia bodaboda zisiingie chuo, bajaji zisiingie chuo wakati nyinyi wenyewe wasomi mnategemea usafiri wetu sisi. Ni baadhi ya watu wachache sana ambao wana magari yao wanayatumia, hawezi hawezi kujua kwamba umuhimu wa pikipiki uko wapi, wala bajaji. Lakini ukiangalia utashangaa, hata hapa chuo kikuu wamezuia zile hali, wanashirikiana na chuo kikuu kuzuia kontena msiende. Sisi kumbukeni, na sisi pia tuna familia tunapowahudumieni nyinyi ambao nanyi mnalipwa mishahara na sisi pia mishahara yetu mnayo nyinyi. Sasa tunaposema ushirikiano mnaozungumzia hapa, ndio unatakiwa kuanzia kwenye taasisi hii na wananchi wanaoizunguka chuo kikuu. Upo sasa? Kama hakuna, maana yake ni kwamba tunatakiwa kujitathmini kwanza. Taasisi ya chuo kikuu ni kubwa. Ushirika au muungano unaozungumzwa hapa unatakiwa uanzie tokea kwa wananchi wanaozunguka, na sisi tutambue tunatoa huduma kwenu ili na sisi tuweze kunufaika kiuchumi na familia zetu, kwa sababu hata mi nayeongea na watoto wanaenda shule kama wewe, hata wewe kama watoto wako wako shule kubwa, mia kwangu ndogo, lakini Mungu huwa anawamulika kwa kwa namna yake na siku moja watafika hapo ulipofika. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tunapozungumza taasisi, kitu cha kwanza mambo mbalimbali yanatakiwa chuo kikuu itushirikishe sisi vijana wa usafirishaji. Sisi ndio maafisa wa usafirishaji chuo kikuu. Muungano tunaosema ni pamoja na kushirikiana katika namna mbalimbali mbali. sisi kama tunaelewana ndugu zangu, sasa kama tunashirikiana kwenye hilo, tunatakiwa kama kuna jambo limetokea uongozi unashirikishwa, jamani, tuna jambo fulani, kwa sababu taasisi ya chuo kikuu ni kubwa lakini taasisi hii imetutenga sisi kwa muda mrefu sana, ila wao wao wanatumia amri tu kwamba bodaboda hazitakiwi chuo kikuu kwa sababu moja mbili tatu. Hata kama kweli sisi tunafanya makosa, lakini tukumbuke makosa haya hatufanyi sisi tu, hata nyinyi, kuna baadhi ya makosa mnayafanya. Si mna vyombo vya moto, mnafanya umba barabani? Je, serikali wakisema na wewe utakiwi chuo kikuu, ungeishije? Kwa hiyo kinachotakiwa kama mimi mfano peke yangu nimekosea, hadhawezi pale nje nimekosea katika namna moja au nyingine, natakiwa niwajibishwe mimi, sio kuzuia kwa ajili ya wenzangu wote, kwa sababu chuo kikuu anachokifanya kama mtu mmoja aliiba, wanajua hao watakuwa bodaboda hao ndio wanaokuamia undani, lakini sio mbaya. Mwanzo nakumbuka sisi bodaboda tulizuiliwa chuo kikuu, bahati nzuri Mungu sio asumani, tulikimbilia kwa mkuu wa wilaya ambaye ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama, tukaweka kikao humu mundani tunakoongelea sasa hivi. Wakati ule alikuwaepo profesa Mkandala, tutafute suluhisho, lakini chuo kikuu alisimama na msimamo wao. Wakati huo katibu mkuu akiwa yule nani, alikuwa katibu mwenezi, alikuwa katibu mkuu, nimemsahau ndugu yangu yule, yeye ndio alikuwa baada ya tukio lile alizuia sana bodaboda amna chuo kikuu kwa sababu tu mwanae alikabwa pale chini. Kwa hiyo akaona bodaboda zote azitaki, yani, kama wewe hapa si mfanyakazi wa chuo, basi akikosea mfanyakazi mmoja wa chuo kikuu basi wafanyakazi wote chuo kikuu wafai. Ndio kitu ambacho chuo kikuu wanakosea. Sisi ni binadamu kama ulivyo wewe, mahitaji yote ambayo Mungu wewe anakupatia na mimi maskini mtu wa hali ya chini nayapata kupitia hivyo. Kwa hiyo tunachohitaji katika maisha ya mshikamano tunayezungumzia hapa, tushikamane kuanzia chini. Sisi ndo wananchi wa hali ya chini. Unapotaka kujua uhalifu au kutafuta suluhisho kwa ajili ya jambo fulani, tushirikishwe sisi viongozi, msitutenge. Lakini chuo kikuu mara nyingi wanatutenga. Mfano, sheria iliyotuambia sisi tusivuke kwenda arizi ni ya muda mrefu sana, ambaye mkuu wa wilaya wakati huo alikuwa Mheshimiwa Polepole alisema hivi hii sheria haitadumu, itakaa kwa muda wa mwaka mmoja. Lakini toka 2016 tumezuiliwa sisi, hatupiti hii barabara kwenda chuo kikuu. Tumezuiliwa ukiuliza, na tuna vitambulisho kama mlivyovaa nyinyi. Yaani na mimi nimesajiliwa na kitambulisho cha chuo kikuu kinachonionyesha kwamba na, najulikana chuo kikuu, lakini kwa bahati mbaya naambiwa njia hii usiende. Lakini kumbuka mimi huku siendi bila kukupeleka wewe, naenda huko kwa sababu ya wewe una, una shida ya kwenda kule. Kwa hiyo sasa, sasa wakati mwingine tujaribu kuangalia, tunapozungumza mada ya ushikamano nchi mbalimbali za Afrika, tuanzie sekta zetu sisi wenyewe hapa Tanzania. Je, zinashikamana na wananchi wa hali ya chini au mmetutenga kwa sababu ya elimu zenu? Kwa hiyo kwanza zijirekebishe, zitutambue sisi wananchi wa hali ya chini kwamba ni watu tunahitaji kushirikiana na nyinyi ambao wenzetu Mungu amewajalia aidha, mna elimu kubwa, haimaanishi mimi mwenye elimu ndogo sistahili kutoa mawazo yangu kwako. Elimu unaweza ukawa nayo lakini, mimi pia, Mungu anaweza akanijalia nikawa na elimu kubwa ya mawazo. Ndio maana unaambiwa kuna elimu ya kusoma na ya kuzaliwa, ukizichanganya ndio unapata kitu kikubwa. Kwa hiyo sasa, tunapokuwa tunashirikiana katika hali ya umoja kwenye taasisi basi tunatakiwa sisi naye mtupiganie kwamba tuwahudumie umote ndani, kwa sababu na mimi nimesajiliwa, nina kibali, natakiwa niwasajili niwapitishe, lakini bado sheria ile imekuwa sheria gandamizi ambayo mpaka leo hii tunaambiwa bwana kontena usiende. Ndio maana mkituchukua tunakataa kule, misiendi bwana. Unapata athari ile, ni wewe ambayo unayohitaji wa kwenda sehemu fulani unashindwa. Kwa hiyo, ndugu zangu, nawaomba tuanze na taasisi kwanza kushikamana, tuangalie wapi tunakwama. Kwa nini hatushirikiani na wananchi wanaotuzunguka chuo kikuu? Kwa sababu sheria taasisi inatakiwa iwe na ujirani mwema na wananchi wanaoizunguka taasisi, lakini chuo kikuu imekuwa haina ujirani huo. Sheria ukienda hapo zile polisi sipo nyingi, yani ukiambiwa boda boda akafanya hivi, yani ukikaa kwenye vikao vya makosa, wao ndio wamekuwa trafiki Bodaboda kafanya hiki, bora kafanya. Hata sisi tungekaa, sasa, wafanya kazi, mmekosea nini? Kwamba kosa lako tulihesabie, kila kosa unaolifanya, manake taasisi ingekuwa ina mtu, kuna viti tu vimekaa, lakini ukweli ni kwamba kila mtu aliyezaliwa na Mungu ana mapungufu yake katika sekta yake au katika kazi yake. Kwa mfano, kati yenu hapa mnaweza mkachelewa kazini, na ni kosa, sheria inataka ufike saa mbili lakini wewe ufiki Naye ni, ni kosa hilo lakini mimi nikilifanya litaandikwa na litapelekwa sehemu yote. Kwa hiyo kitu cha kwanza ili wananchi wa hali ya chini wanufaike kiuchumi, kitu cha kwanza mtupiganie sisi tunaowatolea nyinyi huduma, baada ya hapo na sisi tu, kiuchumi tuta, tutatanuka. Asanteni.